Takwimu huria inatusaidia sisi kama wanafunzi katika masomo yetu. Inatusaidia sisi kuweza kupata taarifa, yani ku access information kiurahisi sana kupitia takwimu huria kwanza. Pia inaweza ikasaidia watu wengi kupata kupata taarifa katika muda mmoja yani, hiyo maana yake inakuwa ina allow multiple user to access information kupitia. Pia takwimu huria inasaidia sisi kama wanafunzi kuweza kujifunza kiundani kiundani. Pia unaweza ukatumia kuna source ambazo unaweza ka... kutumia ili kupata hizo information. kwa mfano unaweza ukatumia Google Scholar ku search information kuhusiana na masomo yako. unatakiwa unatakiwa wewe kama mtumiaji uangalie source ambao unatumia, je, yeah, ni authorized yani maana yake ime yani imeruhusiwa, imeruhusiwa ili wewe kama mtumiaji uweze kutumia kwa mfano Wikipedia Wikipedia yenye si authorized kwa sababu iko updated yani muda wote, sekunde yoyote mtu na ina watu wengi ambao ni authorized kuupdate information. Kwa hiyo sisi kama wanafunzi tunashauriwa kutumia Google Scholar. Takwimu huria, kwanza, ni wazi, mtu anaweza katumia popote, kwa hiyo inamrahisisha mwanafunzi yeye kutumia taarifa hizo bila kipingamizi yoyote. Kwa mfano yaani, mimi labda nipo mbali, labda na maktaba husika. Sasa ni kutoka sehemu labda Mazimbu mpaka main campus, ni umbali mrefu. Kwa hiyo itanibidi nitumie online kusearch material ambazo nazihitaji mimi. Hiyo kwa kwa inakuwa ni rahisi kwa upande wangu. Sisi wanafunzi inatupa zaidi elimu namna gani ya kuweza kutumia na taarifa ambazo ziko kwenye intaneti, inarahisisha sana katika usomaji, kwa sababu information nyingi sana zinapatikana. Mtu yoyote ambao umepewa assignment, kwa sababu tunajua walimu wanatoa asilimia chache sana katika usomaji, vingine kujitafutia. Kwa hiyo kama mwanafunzi, information ukiwa unataka information, unatakiwa lazima uende kwanza library, ambao ndo scenario, unachagua information related na your task.